Katika kikao cha Kamati ya Sera ya Fedha ya Benki Kuu kilichofanyika tarehe 7 Januari 2026 kiliamua kuwa riba ya Benki Kuu itabaki kuwa asilimia 5.75 kwa robo ya kwanza ya mwaka 2026. Uamuzi huu umefikiwa kwa kuzingatia matarajio ya mfumuko wa bei kuendelea kuwa ndani ya lengo la asilimia 3 hadi tano kwa mwaka kwa robo ya kwanza ya mwaka 2026. Na uamuzi huu wa kubakiza riba benki kuu kama ilivyokuwa katika robo ya nne ya mwaka 2025 utasaidia kuendelea kuchagiza ukuaji wa uchumi kwa kwa kuwezesha ukuaji wa uchumi kuwa wa kuridhisha. Kwa kuzingatia uamuzi huu, benki kuu itatekeleza sera ya fedha kwa kuhakikisha kuwa riba ya mikopo ya siku saba baina ya mabenki yani, 7 day interbank rate itaendelea kubaki ndani ya wigo wa asilimia 3.75 hadi asilimia 7.75 ambayo ni kiwango cha uh, kati ya asilimia 2 kwenda juu au kutoka au kwenda chini kutoka pale kwenye uh, riba ile ya, ya benki kuu ambayo ni asilimia 5.75. Kuhusu tathmini ya uchumi wa dunia, napenda kuwajulisha kuwa Kamati ya Sera ya Fedha ilibaini kwa uchumi wa dunia kwa mwaka 2025 uliendelea kuimarika kwa kasi ya kuridhisha, licha ya athari zinazotokana na ongezeko la ushuru wa bidhaa za forodha uliopo duniani, migogoro ya kisiasa pamoja na kutotabirika kwa matarajio ya hali ya uchumi duniani. Shirika la fedha la kimataifa, yani IMF, limetoa makadirio ya ukuaji wa uchumi wa dunia utakaofikia asilimia 3.2 kwa mwaka 2025, ikilinganishwa na asilimia 3.3 kwa mwaka 2024 na, na unatarajiwa kuendelea kukua kwa kasi hiyo hiyo kwa mwaka 2026. Mfumuko wa bei umeendelea kupungua na kufikia uh, takriban kuwa chini au karibu ya lengo la benki kuu nyingi duniani, na hii ni kutokana na kupungua kwa bei za nishati, utekelezaji madhubuti wa sera ya fedha katika nchi nyingi duniani pamoja na kupungua kwa viwango vya ukwasi katika vipindi vilivyopita na kwa kuzingatia mwenendo huu, Kamati ya Sera ya Fedha inatarajia kuwa mwenendo wa uchumi wa dunia utaendelea kusaidia mfumuko wa nchi nyingi duniani kubaki ndani ya malengo katika mwaka wa 2026. Katika robo ya nne ya mwaka wa 2025, bei ya mafuta ghafi ilipungua na kufikia kati ya dola 62 mpaka 65 kwa pipa moja na inatarajiwa kubaki katika viwango hivyo hivyo kwa robo ya kwanza ya mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Na hii ni kutokana na ongezeko la uzalishaji sambamba na kupungua kwa uhitaji wa mafuta duniani. Hali hii inatarajiwa kuendelea kupunguza mfumuko wa bei na mahitaji ya fedha za kigeni hapa nchini, na hivyo kuimarisha utulivu wa thamani ya shilingi yetu ikizingatiwa kwamba bidhaa za petroli huchukua takribani asilimia kumi na saba ya gharama za bidhaa zote zinazoagizwa kutoka nje ya nchi. Vilevile, bei ya dhahabu imeendelea kuongezeka na kufikia kiwango cha juu kabisa cha dola za Marekani 4421.65 kwa wakia moja na inatarajiwa kuendelea kuongezeka katika mwaka 2026. Mwenendo wa bei ya dhahabu unatarajiwa kuongeza, kuongeza pato la fedha za kigeni hapa nchini na kuendelea kuimarisha thamani ya shilingi yetu ya Tanzania. Kuhusu tathmini ya uchumi wa ndani, kamati ya sera ya fedha ilibaini kuwa uchumi wa Tanzania bara uliendelea kukua kwa kasi ya kuridhisha na kufikia takribani asilimia 5.9 kwa mwaka ulioishia Uh, mwaka 2025 na hii ikilinganishwa na makadirio ya ukuaji wa asilimia 6 yaliyokuwa yametarajiwa mwanzoni. Ukuaji huu mzuri ulichangiwa zaidi na shughuli za kilimo, madini na ujenzi. Kwa upande wa Zanzibar, ukuaji wa uchumi wa mwaka 2026 umekadiriwa kufikia asilimia 6.8 ukichangiwa zaidi na, na shughuli za ujenzi utalii na uzalishaji viwandani ndani. Kwa ujumla, mikopo kwa sekta binafsi iliongezeka kwa wastani wa asilimia 20.3 kwa Tanzania bara na Zanzibar. Katika robo ya kwanza ya mwaka 2026, uchumi wa Tanzania bara unatarajiwa kukua kwa asilimia